Dhidi ya timu hiyo hiyo moja, si swala la kitoto kwenye ligi kuu Coast Union. Nimembagajua hii mara ya tatu kwenye FOI nimemkunguta mara moja, kwa ukijumlisha unapata mfululizo, na kati yule shoga yake mvua vijezi kama vya Coast Union alivyokunguta tatu nne mara mfululizo, mara nne mfululizo, ya tano kalala mbele kwa Coast Union. Hata leo yenyewe kwenye mechi hii ngapi ya tatu, yani angekuwa kama mtoto wa modi angelala mbele, lakini alijiamini kwamba labda anaweza akavuta akavunja ule uteja. Lakini unaposema unakuja kuvunja uteja, je, una kikosi cha kuhimili mikiki mikiki ya sana Pakome kwamba unavyo kweli, nimeamini wale wanaopaka nywele unaangalia mguuni kumbe yamo. Sasa hivi mechi ya ngapi, ya tatu hii, anaondoka na na onye za mechi. Kwa hiyo sasa ukiangalia kwao kule kuna mtu amepaka bichi, lakini ukiangalia mguuni hamna kitu. Kwa hiyo sasa Pakome, kwa dalili ninavyomwona na anazidi kuondoka tu na tuzo za TFF, kwa hiyo ukiwa na mchezaji bora utaendelea kuwa mchezaji bora tu. Kwa hiyo niombe mashabiki wa Yanga, eti hii imeisha, tunaangalia mechi ya siku ngapi, siku ya Alhamisi. Tunahakikisha kama mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga kila kila mechi inaoingia kwetu sisi tunaondoka tunakwenda kuondoka na pointi tatu muhimu, kwa sababu ukiangalia mechi zilizobaki saba ama nane. Katika mechi hizi nane kila, yani lazima tuhakikishe tunachukua pointi tatu muhimu na tofauti. Ukiangalia mechi ya leo ilikuwa ngumu, lakini tumemsaka huyu kunguni, yani tume, kwenye chumba yetu tumemsaka kama tunavyomsaka kunguni, kama kunguni amekushinda ulipoata godoro zima. Hebu angalia kile kichwa cha kujituma cha Pacome, kile ndio unajua kabisa, yule mamba mwacheni aitwe master. Yani ile ni jitihada za mtu binafsi za kujituma mpaka patikana ile goli kiko. <laughs> Kamshenge kile kaka, wanasema wanasema ameshinda uh, bao moja, lakini ni bao finyu kwa Young Africans. Sasa hawa wanaosema kwamba ni goli finyu. Tunakwenda kwenye ligi kuu Tanzania bara ya mwisho nilivyokutana mtoto Hamudi. Goli la kujikanda kijili. Goli moja tu walilalama mji mzima uongo ndugu zangu. Kwa hiyo mtoto Hamudi kama naona goli moja ni dogo, mwambieni angeleta timu yake ile tarehe nane ile, alafu tungembagajia jua goli moja, alafu tuangalie je, ile inauma ama leo? Kaka goli moja linauma bora ufungwe tano. Hata daktari anakuambia malaria tatu azuui moja na ua. Kwa hiyo huyo mtoto Hamudi anazungumza maneno hayo kama goli moja liumi, mbona tarehe nane tena mita le nane niko na baga jua moja tu, halafu ningeangalia linauma ama liumi. Angalia kwenye goli la kijili, walitema mate mji mzima, goli moja tu. Kwa goli moja linauma kwao. Sisi watu wanaongea namna hiyo, si hatuna habari nayo. mimi na mtoto wa